Na hata juzi tarehe tisa kulikuwepo na vimaneno maneno vingi sana kwenye mitandao. Ninyi Watanzania mkachagua amani, hongereni sana, tuendelee kudumisha amani ya nchi yetu. Wale wanaoelekeza vitu vingine vingine hawaku, hawatupeleki pazuri. Mimi nimefuatilia sana na nimekuwa nikiwaambia kila eneo ninakopita, na ujua mpango wao wote. Hivi vingine vyote hivi walikuwa wanatafuta kisingizio cha kupitisha ajenda yao. Wana mambo mambo yao mengine kabisa yaliyojificha. Mkitaka kujua wana mambo yao mengine yaliyojificha, sikilizeni mijadala yao baada ya jana, walichokuwa wanaongea Hawakuwa wanaongea maandamano, walikuwa wanasema hii ni vita, tuko vitani, tuendelee na vita. Hawa ni watu wanataka kutuletea vita nchini mwetu. Hivi ndivyo wanavyofanyaga kwenye nchi zinazopata rasilimali. Ni hivi hivi, wanapatikana watu wachache, wananunuliwa, wanapewa fedha, wanaambiwa, nendeni mkatafute vijana hivi na hivi na hivi, maeneo tofauti tofauti. Baadaye wanawasha moto nchi nzima.